Baada ya ripoti ya CNN, ambayo inahusisha polisi na mauaji ya halaiki e, wakati wa maandamano ya Oktoba 29 unaambia kwamba madaktari wa uh, hospitali hapo walihusika kutoa taarifa za ndani kabisa kuhusiana na miili ama maiti ambao walikuwa wamerundikana kule, wapo kwenye hatari ya kutekwa na mpaka sasa hivi inasemekana kwamba kuna baadhi ya madaktari ambao tayari wameshatekwa na hajulikani walipo. Sasa nimepata taarifa kutoka kwa moja kati ya maripota kutoka Kenya mbaye alipewa uh, za ndani kabisa na jamaa mbaye alijitambulisha Mbishi kutoka Tanzania alimtumia picha hizi ambazo unaziona za maiti ambayo wamerundikana kwa wingi sana, alafu akasema kwamba wafanyikazi wote mochori Mwananyamala wametekwa, naomba upaze sauti. Sasa haijathibitishwa kama kweli wafanyikazi wa, wa mochori nzima ndio wamekamatwa ama madaktari, lakini sasa Mbishi akasema kwamba polisi wame uh, wamewateka kama wamemtumia neno kuwakamata, ku sababu eh ndio kazi ambayo polisi wanafanya, lakini yeye mwenyewe ametumia neno kuwateka. Lakini anasema kwamba polisi wamewateka uh, mafanyikazi wote wa hospitali ya Mwananyamala, eh baada ya zile video za miili ya maiti kuanza ku, ku, ku, kusambaa kwenye mitandao ya kijamii mhm mm. Lakini pia amesema kwamba hii ni kitu ambacho kimeanza na ni kama crackdown fulani hivi ambayo inafanyika na aka kwamba anaomba kabisa sauti iweze kupashwa, eh hey, ili kuweza kupata uh, kiundani nini ambacho kitakuwa kinafanyika. Lakini pia kuna picha ama kuna video ya huyu dada ambaye amefunguka kupitia mitandao ya kijamii msikilize kidogo. Huyu dada: na mnaendelea kuteka watu mpaka dakika hii, mmehamia kwa madaktari sasa hivi sababu ya video hizi zile kuvuja zile za mamili kwa mamochwari huko, mmeamua sasa hivi kuteka wasimamizi wa mamochwari sasa madaktari wa Mwananyamala wale, huyo mdada ambaye anasimamia mochwari wa Mwananyamala, sijui anaitwa Farida sijui nani, mmemteka familia yake na mtafuta akafut hmm, Geita huko madaktari huko mmewateka. Sasa mwisho wa siku, yaani nyi badala mkae msovu tatizo, ila ndio mwisho wa siku ndo mnazidisha matatizo. Yaani mnatupa hasira, kana kwamba tunaona kama vile tarehe tisa Desemba iko kama vile ni mwakani. Uhuru uko wapi? Haki ziko wapi? Viongozi hmm. Mwatakiwa mbadilike sana, Kuone na uadilifu kwenye hizo nafasi zenu. Hizo nafasi ni amana hizo za Mwenyezi Mungu, kesho zitaenda kuwaumiza. Msijione kama vile ndo mmefika hapo, hamjafika bado, mna safari ndefu sana. Hizo ni amana, kisha zitaenda kuwaumiza. Mwatakiwa muwe na ubadilifu, mwatakiwa muwe na hekima, mwatakiwa mtoe haki kwa watu na sio kuwaumiza watu. Mtaumiza wangapi? Mpaka lini? Lini, hmm? Mtaendelea kuteka watu mpaka lini? Mtaendelea kuua watu mpaka lini? Mtaendelea kututisha mpaka lini? Of course tarehe tisa tunatoka. Tisa Desemba ni siku ya uhuru wa Mtanzania. Hatuna uhuru sisi, uhuru hatuna, isipokuwa tunaishi nchi ya vitisho, nchi yenye manyanyaso, ukandamizaji. Haki imepotea kabisa. Tunatoka kutafuta uhuru wetu kwa mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 1961. Hii ni 2025. Tunaenda kuutafuta tena uhuru wetu kwa mara ya pili 9 Desemba. Yes, baada ya kumsikiliza huyo dada, naomba pia usikiliza hapa sauti ama sehemu ya interview mahojiano ambayo alikuwa anafanya Larry Mado, ambaye ndio alihusika katika kuleta makala hayo ambayo ile preparation na uh, kituo cha CNN amesema kwamba siku mbili tu baada ya kuweza kutoa ripoti hiyo, hamna mtu ambaye amekuja na kupinga kwamba video hizo ama taarifa hizo hazina ukweli ndani yake, ikiwemo serikali na baadhi ya wadau kutoka serikali ya Samia Suluhu Hassan. Anasema kwamba hamna hata mmoja ambaye amekuja kupinga na kusema kwamba taarifa hizo sio hizo hizo za kweli and

audio forensic analysis, satellite imagery to find signs of of mass graves and we're very proud of that work. Hii bwana imedhibitisha moja kwa moja kwamba walichokitangaza CNN eh ni kitu ambacho kilifanyika. Polisi walihusika katika kuoa waandamanaji wengi wakiwa kama halaiki lakini pia wakawafukia kwa makaburi ya pamoja ili kuweza kupoteza na kuficha ushahidi. Lakini pia walitangaza swala la kusema kwamba kuna baadhi ya watu ambao walikuwa na tupo moja hata wakiwa bado hawajafariki dunia, alafu ndio nafia huko mbele mbele. Sasa hii inatisha ku zidi kutisha kidogo eh, kwa mustakabali wa nchi kwa namna ambavyo vitu vinazidi kushuhudiwa. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment. Unahisi namna gani? Unahisi kwamba mambo yanaelekea sehemu ya aina gani?